Bo, leo le 6 e, siku ya sita nawaza muko, naona ile helikopter iko nazunguluka kule, tuko katika kijiji cha Yungu. Ile mahelikoptere ilikuwa mbili, bo moya ilianguka pale mumai inazama. e, balikuwa mukupita, moya ikaanguka mumai pale inazama ndo naona ile ingine iko na zunguka zunguruka pale hivi, batu bako hapa mingi, bakonashangilia bisi helikopter inazama ishazama pale kabisa e, ingine moya ndo ile pale inazunguka zunguruka pale eh. lesisi leo Decembre 2025 eh? Batu tuko hapa tuko na shangilia gisi helikopteri ilizama mumai, atuyui ilitoka wapi, ilikuwa natoka ngambo za huko maofira hey.